Kadri ninavyozidi kusoma mateso ya Ayubu na maneno ya wale wanaoitwa washauri wake ndivyo ninavyozidi kushangazwa na uvumilivu wa Ayubu. Sasa kilichoongezwa kwenye mateso yake ni ukweli kwamba Mungu yuko kimya. Ninapenda kuita sura hizi hapa, kimya cha mbinguni. Hakuna sauti inayotoka juu. Sasa kuna kelele nyingi hapa chini ambapo marafiki wa Ayubu wanapiga kelele wakibadilishana zamu, wakitoa maoni yao yasiyo sahihi kuhusu Mungu na maoni yao yasiyo sahihi na njia kuhusu Ayubu. Sasa ni zamu ya Bildadi hapa katika sura ya nane na kimsingi atarudia kile ambacho Elifazi tayari amedai, kwamba Ayubu anateseka kwa sababu Ayubu ametenda dhambi. Lakini Bildadi kwa kweli ni mkali zaidi na hana huruma katika ushauri wake, kama unaweza kuita hivyo ushauri. Hapa katika aya ya 2 anasema kwa Ayubu, utasema mambo haya hadi lini na maneno ya kinywa chako kuwa upepo mkubwa? Je, Mungu hupotosha haki? Na Bildadi ameita kazi hivi punde mfuko wa upepo. Kweli hiyo inatia moyo. Sasa acha ni kuambie Bildadi ndiye mwenye maneno mengi yasiyo na maana. Inaendelea kumwambia Ayubu hapa katika aya ya nne ikiwa unaweza kuamini hili: ikiwa watoto wako wametenda dhambi dhidi ya Mungu, amewatoa mikononi mwa makosa yao. Lo, Ayubu, watoto wako kumi wamekufa, kwa sababu labda walistahili kufa. Ninapenda kumwita Bildadi buldoza kwa sababu ana huruma kidogo sana anamwambia Ayubu hapa katika aya ya tano kwamba tumaini pekee la Ayubu ni kukiri dhambi zake za siri na kumtafuta Mungu na kumwomba mwenyezi wa rehema. Sasa Bildadi anajaribu kuunga mkono hoja yake kwamba wenye dhambi daima wanateseka kwa kukata rufaa kwa mababu walioishi muda mrefu kabla. Bildadi anasema hapa katika aya ya nane kwamba hekima ya kale imefikia hitimisho lile lile. Zaidi ya hayo, anasema kwa Ayubu hapa katika aya 9 sisi ni wajana tu na hatujui chochote, kwa maana siku zetu duniani ni kivuli. Anachomaanisha ni kwamba hatujaishi kwa muda mrefu wa kutosha kugundua ukweli ambao watu wa kale tayari wamejifunza. Sasa kwa maana moja, jenga hiyo ni sawa hatuwezi kujifunza haraka vya kutosha kile tunachohitaji kujua ili kushughulikia masuala ya maisha. Unajua, wakati tunapogundua jinsi ya kuwa baba au mama, watoto wetu wanakuwa tayari wamemaliza chuo kikuu. Ndiyo maana namshukuru Mungu kwa wajukuu, kwa njia ni nafasi ya pili ya kufanya mambo sawa. Mtu aliwahi kusema kwamba uzoefu ni kitana unachopata baada ya kupoteza nywele zako zote. Kweli kuna ukweli fulani katika hilo pia lakini Bildadi bado yuko vibaya katika hili. Una haja ya kuwa mzee ili uwe na hekima? Sikiliza hekima ikizungumza hapa katika Mithali nane, ambapo inasema kwa mimi, yani hekima, wafalme wanatawala. Hao ni wanaume wazee. Kwa mimi wakuu wanatawala. Hao ni wanaume vijana. Hekima kisha inasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii watanipata. Inaonekana wafalme wazee na wafalme vijana wanaweza. Yakobo sura ya moja inaahidi, ikiwa mtu yeyote anakosa hekima, na amwombe Mungu, ambaye hutoa kwa ukarimu kwa wote, si kwa wazee tu, bali pia kwa vijana. Wapendwa, huna haja ya kuzeeka ili uwe na hekima. Sasa tunapofika hapa katika sura ya tisa, Ayubu atatoa jibu lake kwa buldoza anayeitwa Bildadi na anatoa swali la kina ambalo sote tunahitaji kujibu. Na hapa kuna swali katika aya ya mbili mtu anawezaje kuwa sawa mbele za Mungu? Jamani, hilo ni swali la vizazi vyote. Mtu anawezaje kuwa sawa na Mungu? Sasa Ayubu anajua kwamba hafichi dhambi ya siri, lakini pia anajua kwamba Mungu ni mwenye haki. Kwa hivyo, Ayubu anataka kujua ni nini ninachokosa hapa, ninawezaje kuwa sawa na Mungu kwa sababu dhahiri, siko hapa. Kuna tatizo. Ayubu anasema hapa chini katika aya ya 19, ikiwa ni mashindano ya nguvu, tazama yeye ni mwenye nguvu. Yaani, Mungu ni mwenye nguvu zaidi kuliko mimi. Ikiwa ni swala la haki, ni nani anayeweza kumuita? Kwa kweli, ni nani anayeweza kumpeleka Mungu mahakamani na kushinda? Kwa hivyo, Ayubu amebaki na kuchanganyikiwa hapa. Anaamini siku zake zimehesabiwa. Kwa kweli, anasema katika sura ya kumi hapa kwamba kesi yake haina matumaini. Unaweza karibu kumsikia akilia hapa katika aya ya kumi na nane kwa nini Mungu, kwa nini ulinitoa kutoka tumboni Laiti ningekufa kabla ya jicho lolote kuniona. Jibu ni nini hapa? Ayubu anataka kujua, hekima iko wapi katika haya yote? Sawa, nataka kukuambia katikati ya sura hizi sura ya nane, tisa na kumi kuna kanuni za kina, na nataka kuzingatia hizo kwa muda mfupi zaidi. Zinaashiria ukweli wa kina wa Injili kwa ajili yako na mimi leo. Ayubu anasema hapa katika sura ya 9 na mstari wa thelathini na mbili, "kwa maana yeye Mungu si mwanadamu kama mimi, kwamba ningeweza kumjibu, kwamba tunapaswa kuja kwenye kesi pamoja. Hakuna mpatanishi kati yetu, ambaye anaweza kuweka mkono wake juu yetu sote. Tazama, Ayubu kimsingi analia, ninawezaje kuwa sawa na Mungu? Katika mahakama hii, wakati hakuna mtu wa kutatua tofauti zetu mahakamani. Hakuna mpatanishi. Ayubu anarejelea desturi ya zamani ya mahakama wakati huo. Ilikuwa ikitumia afisa kutenda kama mpatanishi kati ya pande mbili, kufanya mazungumzo ya suluhu hii. Ilikuwa ni desturi ya afisa huyu kuweka mikono yake juu ya vichwa vya pande mbili zinazobishana na kutatua swali hilo. Kwa hivyo Ayubu kimsingi anauliza swali ambalo liko katika moyo wa Injili: Je, kuna mtu yeyote mwenye uwezo rasmi ambaye anaweza kuja kati yangu na Mungu na kufanya mazungumzo ya suluhu? Na jibu ni ndio. Ayubu anamtazamia yeye yeah, yeah. Sisi tunamtazama nyuma, mtu pekee anayeweza kutatua mgogoro wetu na Mungu milele Unaona, kwa shauku ya kinabii bila hata kutambua kwa kweli kina cha maneno yake, Ayubu anauliza swali ambalo Biblia inajibu katika kuja kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Biblia inasema kuna Mungu mmoja, kuna mpatanishi mmoja, mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, mtu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kama fidia kwa wote, 1 Timotheo 2 mistari ya 5 na 6. Je, kuna mtu anayeweza kuzungumza kwa niaba yetu? Mtu wa kutatua mgogoro wetu. Ndiyo. Yesu Kristo mtetezi wetu. Mwakilishi wetu mahakamani. Mapema katika sura ya 9, Ayubu aliuliza swali hilo lisilo na wakati. Je, mtu anawezaje kuwa sawa na Mungu? Rafiki yangu, hilo ndilo swali muhimu zaidi ambalo utawahi kujibu katika maisha yako na ni bora ulijibu kwa usahihi sasa dunia itakuambia kwamba jibu lolote litatosha. Unaweza kuwa sawa na Mungu, mradi tu unaamini kwa nguvu ya kutosha. Unajua, ikiwa una dhati, utaingia mbinguni. Hilo ni upumbavu, kama kwenda kwenye kaunta ya uwanja wa ndege leo na kusema, nataka kununua tiketi ya kwenda George kumtembelea familia ya mke wangu, na ndege yoyote itatosha. Ninataka tu kujisikia vizuri kuhusu rubani na nataka kuwa na raha kwenye kiti unachonipangia. Ninauhakika kiasi kwamba ndege yoyote nitakayopanda itanipeleka Georgia. La, hapana. Utahitaji ndege sahihi inayotoka kwenye lango sahihi kwa wakati sahihi, ili utarajia utafika kwenye marudio sahihi. Rafiki yangu, kusafiri kutoka duniani hadi umilele si tofauti. Yesu alisema, mimi ndiye njia, ukweli na uzima hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kupitia kwangu, Yohana 14:6. Kitabu cha Matendo sura ya 4, na aya ya 12, inasema hakuna wokovu kwa mwingine yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu lililopewa wanadamu ambalo lazima tuokolewe nalo. Hivyo ndivyo ilivyo. Yesu ndiye njia, yeye ndiye mpatanishi, yeye ndiye jina linalookoa. Kwa hiyo, hapa kuna Ayubu akitaka mpatanishi Anataka huwa sawa na Mungu na njiani, anataka jibu linalohusiana na mateso yake, na swali lake linafungua mlango kwa jibu linalohusiana na wokovu. Je, unajua jibu? Je, unajua kibinafsi? Je, umekuja kwa imani kwa mpatanishi pekee, Yesu Kristo, na kumtangaza yeye kama mtetezi wako, mlinzi wako? Fanya hivyo leo. Yesu pekee ndiye anayeweza kutoa suluhisho la milele kati yako na Mungu. Rafiki yangu, usijaribu kumpeleka Mungu mahakamani. Mwalike mwanawake katika moyo wako. Mpe maisha yako. Mruhusu atatue mgogoro huo milele.